Maafisa elimu kata waliopo mkoani Katavi wametakiwa kutobweteka na kujitafakari ili kuhakikisha wanawajibika ipasavyo katika kuboresha elimu na kuongeza ufaulu mashuleni. Maagizo hayo yametolewa na afisa elimu mkoa wa Katavi Dafroza Ndalichako katika kikao kazi cha maafisa elimu kata kilichoandaliwa na Mradi wa Shule Bora kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali katika sekta ya elimu mkoani hapa. Ndalichako amesema kila mmoja anapaswa kuwajibika katika majukumu yake kwa weledi ili kuendelea kupandisha ufaulu wa wanafunzi mashuleni ili kuweka mikakati Jambo la kwanza ni kufanya tathmini ya kina, kuona katika kata yako hali ya ufaulu ikoje kwa mitihani ya darasa la nne, kwa mitihani ya darasa la saba, lakini pia kwa mitihani ile ya sekondari. Tathmini ya kina kwa shule zako zote zilizopo kwenye, kwenye kata. Naposema tathmini ya kina eli kuu wakumaanisha kwamba waliofanya ni wangapi, waliofaulu ni wangapi, na asilimia ya ufaulu katika kata ni ngapi. Naposema tathmini ya kina, tunazama kwa undani, tuna masomo je, katika kata yangu somo la Kiswahili tumefanikiwa kwa kiasi gani, lakini tumefeli kwa kiasi gani? Tuziangalie shule ni shule hiki imefanikiwa zaidi katika somo la Kiswahili na shule zipi zimefanya vibaya. Akizungumza katika kikao hicho ofisa elimu taaluma mkoa wa Katavi mwalimu George Mtawa amesema lengo la kikao hicho ni kuinua ufaulu wa wanafunzi mkoani hapa. namna ya kusimamia shule una shule sita, jamani, unajua kuna mtu mwingine wenye kikambo, nashindwa kuelewa afisa elimu kata una shule sita, shule zingine zinafanya vizuri shule zingine hazifanyi vizuri. Yaani an afisa elimu kata huyo, tuko kwenye maadhimisho ya kumpongeza afisa elimu kata ambaye kata yake shule zimefanya vizuri, anaibuka huyo yoka sasa rungu anakuja kata, kata yake shule yake ni ya mwisho, Ibi, shura, sasa. Huyo anainuka hivi unashindwa kuelewa sasa, huyu ni nani huyu? Yaani unanielewa? Yaani ni, ni, ni nani huyu? Yeye ndio huyo ya shule yake mmoja ndio ya kwanza, huyo huyo unamwita tena, ndio shule yake ndio ya nini sasa? Ina maana huyo anafanya kazi au kule yupo tu, kwa sababu haikuingia kilini. Uwe na shule wewe, kwenye kata yako una shule nne, moja ya kwanza, halafu nyingine ya mwisho, kwa nini hiyo hiyo? Kwa upande wao maofisa elimu kata ambao ni walengwa wakuu wa kikao kazi hicho wameahidi kwenda kufanyia kazi maadhimio na maagizo yote waliyoelekezwa ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanafunzi wanapata uelewa wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Wow. Wow.

Kwa majina naitwa Mwalimu Edward Kayaki ni afisa kata kutoka kwa shule ya Mgene. Maelekezo haya tumepewa ambayo ni kiutendaji kazi, tuko tayari na tumepokea maelekezo hasa ikiwa madhumuni ya kikao kwa ajili ya kuinua taaluma katika mkoa wetu wa Katavi. Mradi wa Shule Bora ni mpango wa elimu wa serikali ya Tanzania katika ufadhili wa mfuko wa serikali ya watu wa Uingereza UK Aid unaolenga kuunga mkono uboreshaji wa elimu msingi Tanzania, ikiweka mikakati sahihi na kuhakikisha watoto wote wenye ulemavu wanaoishi katika mazingira magumu, kuhakikisha pia wasichana na wavulana wanapata elimu bora. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Swaumu Mkatambo.